Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa, ni kualika kuna kudukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania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 Samia Ombeleza eleza, alivyogusa maisha wengi. Tech yatangaza maombolezo, misa siku tisa mfululizo. Kardinali Rugambwa kuiwakilisha nchi uteuzi wa Papa mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, pamoja na ukurasa wa tatu. Ni 1936 hadi 2025, umri aliyoishi Papa Francis. Gazeti hili limeandika umri wa kuishi wanawake Tanzania wafikia miaka sabini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. NGOs sekta binafsi kukuza kilimo, habari katika ukurasa wa 18. Boda boda machinga da wagomea maandamano haramu, habari katika ukurasa wa 20. Lakini vya gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele limeandika vichwa viwili, vya treni Tazara vyatumbukia darajani, wawili wafa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, kwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye ya habari iliyopewa kipaumbele ni Papa Francis, mwisho wa enzi afariki dunia siku moja baada ya Pasaka. Rais Samia, viongozi wa dini waombeleza, kukumbukwa kwa kwa misimamo yake, makadinali watajwa kuvaa viatu vyake, hivi ndivyo atakavyozikwa, wanaotajwa kumrithi wapo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ni pamoja na Peter Turkson, Jose Tolentine, Luis Antonio pamoja na peter Eldo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Utaratibu wa kufuata wa Katoliki baada ya kifo chake habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika CAG si abaini hatari uhifadhi dawa za asili yatoa angalizo. Dar es Salaam, dawa za asili zinazotokana na mitishamba zimekuwa zikitajwa kusaidia kutibu maradhi mbalimbali, lakini katika ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imegundua hatari. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Kauli za viongozi wa dini ni kauli za umma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Wakati viongozi wa dini ya Kikristo wakitumia ibada ya Pasaka kuhimiza umoja, mshikamano na haki, hasa wakati huu nchi ikijiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, katika mahubiri yao viongozi wengi wa dini waliwasa wanasiasa kushiriki uchaguzi huo kwa amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Gazeti limeandika sita ajali ya e ambulance toyo Mafinga walivyoagwa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Na hivi ndivyo mavo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumanne. Leo kama hata nakala yako zaidi, so umeko ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kifo cha Papa Francis cheliza dunia. Samia asema ameishi maisha kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Habari kwa urefu zaidi imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Gazeti limeandika Rais Dkt Samia aipeleka Tanzania nafasi ya pili vita dhidi ya rushwa. Habari katika ukurasa wa nne. Nchimbi anayeomba msamaha hasionekane ni dhaifu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Madaktari bingwa Tanzania watibu maelfu Komoro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Kambi ya matibabu iliyofanywa na madaktari bingwa wa Tanzania nchini Komoro imekuwa mafanikio makubwa, kwani wananchi zaidi ya 2770 walikuwa na changamoto za kiafya walipata tiba. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tisa. Watu elfu kumi na mbili wahofiwa kuugua ugonjwa wa himofilia nchini. Habari katika ukurasa wa tano mfumo wa aikesh huwa kwa asilimia arobaini na tisa kwa miezi minne. Habari imelikwa kwenye ukurasa wa nane gazeti hili Medika. Dunia yapata pigo kifo cha Papa Francis, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Utelekezaji familia ya chanzo cha ndoa za utotoni, habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku na no gazeti nipashe mwanga jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele kama yalivyo magazeti mengine imeandika kwa heri papa francis rais samia amlilia viongozi duniani watuma salamu za pole habari kamili ni katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu elfu moja mia tisa thelathini na sita hadi elfu mbili na ishirini na tano alisimikwa kuwa papa mwaka elfu mbili na kumi na tatu mpaka mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kumi na mbili jumla ya miaka aliyohudumu undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili lakini ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe zipo nukuu za viongozi mbalimbali ambao wametuma salamu za pole kwa kifo cha Papa Francis, akiwemo rais wa Kenya, rais wa Ufaransa, lakini pia maraisi wa nchi mbalimbali za Afrika. Gazeti limeandika NMB ya jana, mapinduzi makubwa sekta ya kibenki, ujio wa mikopo kidijitali, habari katika ukurasa wa kumi na nane na ukurasa wa kumi na tisa. Nchimbi awataka waimba njiri kuwakumbusha wanasiasa umuhimu kuomba msamaha. Habari katika ukurasa wa tatu. Jukwaa la dotamko kulaani udhalilishaji wanafunzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Gazeti Nipashe michezo katika ukurasa wake wa mbele, ambapo limeandika Yanga hii haikamatiki. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia, viongozi duniani wamlilia Papa Francis, habari katika kurasa za ndani. Kizimkazi moyoni wamshukuru Daktari Mwinyi, ujenzi wa barabara, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika mtu mmoja afariki agibawaya wa umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika naibu waziri afuatilia migogoro ya e ardhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kiwango cha kukubalika Trump cha poromoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa na hivi mabavu ambavyo Amerika. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, pata nakala yako, soma kwa undani zaidi. Nalo gazeti ya Uhuru ukweli daima le lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kwa heri Papa Francisco 1936 hadi 2025 Rais Dkt Samia atuma salam za rambirambi marais mbalimbali wamtaja ni kiongozi aliyeacha alama upendo duniani asema alikuwa mwalimu na kiongozi aliyehimiza ustawi na maendeleo ya watu kudumisha amani habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika Dkt Nchimbi awasihi wanasiasa kuomba radhi wanapokosea habari katika ukurasa wa tatu sisi aitabiria CCM ushindi wa kishindo habari katika ukurasa wa tano. Gazeti limeandika mahakama ya mwachia aliyefungwa miaka thelathini, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Uhuru kweli daima, kama utakala yako soma mikondani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lina habari iliyopewa kipaumbele ni Fadlu agusia dakika kumi za kwanza south mpanzo wa sisitiza Simba inacheza fainali CAF. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mchezo unaofuata ni second leg CAF Confederation Cup ni selan buch zidi ya Simba. Mchezo wa nusu fainali ya pili utapigwa siku ya Jumapili, April ishirini na saba. Gazeti limeandika rekodi tatu za ushindi Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Matokeo kiwa ni Yanga nne Fountain, sifuri. Msimamo wa TPL, Yanga ya kwanza na alama sabini, pili na alama 57, Azam ya tatu na alama 54. Singida Black Stars na alama 53. Kati na alama bnalaa7ia nafasi ya bibi bomba, wanaupiga hadi raha. Habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili imeandika, hili mnyama anaweza kucheza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano, upepo mbaya waiandamamaniu habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. free kick, tatizo JKT Tanzania, dakika za jioni na mungo namba zinashuka. habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nikenika, gazeti mwana sporti likiandika kombe la Ureno leo Niliyo, Sporting CP, mchezo utapigwa saa nne na dakika 45 usiku. Pata nakala yako ya gazeti mwana sporti usome ndani, zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu na gazeti ya habari Leo linyongereka ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga ya chanja mbuga, ken gold yashuka daraja. Yanga imeendelea kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mara baada ya ushindi wa mabao manne kwa sifuri dhidi ya fountain gate, uwanja wa tanzanite Babati mkoani Manyara. Undani wa taarifa kini katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti limeandika fadl ajiamini kumaliza mechi Afrika Kusini. Kocha mkuu wa Simba, Fadlu Davids amesema, wanaenda Afrika Kusini kucheza na Stellenbosch kutafuta ushindi na si sare. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Nchimbi au maneno wasanii wa Injili ya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika mashabiki Orlando Pirates wamtaka beni